Ninalia kilio cha ushindi leo, adui yabaki majivu. Thank you Lord for waking me alive tonight. E Bwana, nakutukuza ninakushukuru na kutamba. Wewe ndiye Mungu wangu wa milele, hakuna Mungu mwingine kama wewe, wala sina miungu mingine niabudio. Ninainuka kesha hii usiku huu mbele zako, nimefunikwa kwa damu ya Yesu. Thank you Lord. E Bwana, nakutukuza nakushukuru leo hii Moto wa Roho Mtakatifu na ushuke sasa. Ninajifunika kwa damu ya Yesu Kristo. Kila roho inayojivika sura ya wafu ili kunitesa katika ndoto zangu, I flee now, na iteka na iharibu. Naivunja kila hila ya wachawi na mizimu iliyofungwa kwenye ndoto. I break you, naivunja. Fire of the Holy Ghost, I consume every evil spirit in my dreams. Moto wa Roho Mtakatifu, tafuna roho ya uovu katika ndoto zangu. Moto wa Roho Mtakatifu, tafuna kila pepo mchafu anayetembea katika ndoto zangu. Angamiza kila pepo mchafu anayetembea katika ndoto zangu akiwa amevaa sura ya wafu. Kila sura ya marehemu inayojifanya ndugu au rafiki I destroy you, na angamiza, moto wa Mungu, zile roho za kufa.